Bwana uko, uko vizuri ndugu yangu? Bwana mimi niko poa nashukuru Mungu. Bwana wewe waga ni mtabiri wa mechi hizi za Singida. Na leo umeifuata Simba huko. Ni kusapoti timu yetu. Sasa. Sa. Leo una kitu gani cha kuambia, kuambia Wananchi? Eh. Yaani wa Tanzania wote wapenda soka. Tanzania wapenda soka sio na Yanga lakini. Wa Tanzania wote na wapenda soka. Hmm. Kitu kimoja ambacho mimi nataka niwaambie. Ujue Singida tuna kikosi kizuri, tuna kikosi kipana, tuna timu ambayo ina wachezaji wenye quality kubwa. Sio tu quality kubwa wana profile kubwa lakini, pia ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa ndani ya uwanja. Unajua kuna tofauti kati ya kuwa na profile kubwa alafu na uwezo ndani ya uwanja. Kuna baadhi ya wachezaji wana profile kubwa na majina makubwa, ila wakiingia kwenye pitch hakuna wanachokifanya. Hmm. Ila Singida tunajivunia tuna wachezaji wenye profile kubwa na ndani ya uwanja wanafanya vizuri. Kitu ambacho labda nipende ni kuambia wadau, wapenzi na mashabiki wa soka, hii mechi ya leo Simba tunaenda kuwapaka mafuta. Eh, eh, Simba tunaenda kuwapaka mafuta. Eh. Yaani Simba tunaenda tu kuwapaka mafuta alafu tunaondoka na ulombe. Mm -hmm. Eh. Kwayo, kwa hiyo kwa upande wako sasa unaona Simba nakufa ngapi? A Simba kwa habari ya kufa leo tunaenda kumua goli mbili tu pale. Eh. Goli mbili wanasigida wana wote mnataja goli mbili kuna kuna kuna kuna simu mmeambiwa. Kuna mpango mkakati tumeuandaa. Eh. Unajua mechi iliyopita walibebwa sana. Yaani, kila Mtanzania anayejua mpira vizuri, naamini aliona wazi kabisa walinamna ambavyo walibebwa ana Simba ya msimu huu. Labda tu mimi niseme kitu ambacho watu wengi hawakijui. E, Simba ya msimu huu ni sawa na mlevi kilema. Ae. Mlevi kilema huwa ana kasumba moja, akilewa anataka tu abebwe, afikishwe anakostahili kwenda. Ndo Simba ya msimu, yani inabebwa ili kusudi tuifikie kule ambapo inataka. lakini waliseni kwamba eh, hawawezi kufanya lolote mechi ya leo na Singida. Juzi juzi tumepoteza kwa sababu ya refarii. Sasa siku ya leo wachezaji wameshapewa siri, tunaenda kupiga mashuti kama baruti, mbali kwa mbali, hatusogelei mtu leo. Hiyo siri, mashuti ya mbali, yani anapigwa mashuti kama baruti leo, hatumsogelei mtu yanapigwa mashuti kama oh, baruti. Hiyo ndio hey, siri ya mafanikio oh, mechi ya leo Me Me... tunapiga mashuti kama baruti, maana kamara pale hamna chochote pale na ni pale kamara. Sasa yule nani golikipa ndugu yangu pale hamna golikipa brother, yule yule international player yule mnamuita kamara, lakini mwaliseni kwamba ana nitoa gharama, sio kamara yule ni rama. Sasa hakuna hakuna gharama kacheza finali ya cup. Sasa finali ya cup wamekuja na nini kutoka kule finali Me, sasa, medali. Changa, sasa medali zile tano, niliswa, nis, nisiwataje, kuna Singida Singida. hujafika kumbuka, ndugu yangu Singida. unasia Unapozungumzia Singida hebu jaribu kuangalia mingapi? Mingi. Mingi. Sio chini ya 30. Sema pi... Sema sio chini ya 30, lakini, lakini pia pia wamechukua ubingwa ligi kuu ubingwa wa ligi kuu. Ah, sawa amechukua kachukua ubingwa wa ligi kuu kwa sababu gani? kwa sababu wanashinda ligi yetu. Ligi yetu ligi yetu ya bongo hapa inaendeshwa na hizi timu mbili, kwa sababu hata waamuzi wanapokuja kuchezesha hizi mechi. Ngoja kwanza timu akachukua, Azam kachukua waamu... mara ngapi? kama mara moja amechukua, sawa, nakwambia vi I nikwambie kitu yani, ligi yetu ya bongo sisi inaendeshwa na hizi timu mbili. Yani waamuzi waamuzi, wanakuja wanakuja kuchezesha mchezo, ikiwa Simba au Yanga anacheza na timu nyingine yoyote ile, wakiwa wanaamini kwamba hii ndio timu bora na anastahili kupata matokeo, kwa sababu hizi ndizo timu ambazo watu wenye nguvu kiuchumi, watu maarufu wamewekeza kwenye zile timu, kwa hata waamuzi wanachezesha wakiwa na pressure ya kwamba je, ikitokea Simba kapoteza, fulani ambaye ni mdhamini au yumkini bodi ya ligi, mimi atanifikiriaje? Hawata hawatanipa kuchezesha mechi ngapi? Na waamuzi ya juzi wa Tanzania wote wameona, Simba alikuwa amezidiwa na Singida, lakini mwamuzi akafanyaje? Aka counterbalance ili mradi tu Simba afanyaje, apate matokeo ili endelee kulinda kibarua chake. Sawa, jana jana mkalia kwamba mnamtaka Rajiga apangwe kwenye mechi ya leo, kapangwa. Kwa leo mtapata ushindi, upati ushindi kwa sababu ya Rajiga? Sawa, sisi tutapata ushindi endapo refari atasimamia sheria kumi na saba za FIFA, ndio tutapata ubingwa yeah. Lakini ukija kuanza kuleta hizi chai ya rangi, mambo meusi, watasababisha atashinda. Lakini kama watazingatia sheria kumi na saba yeah, hawa tunaenda kuwapaka mafuta mechi ya leo. Yani, simba tunaenda leo kumpaka mafuta leo bana. Sawa, shukrani sana. Haya, popo